Leo Aprili 26, 2017, jukwaa la Wahariri Tanzania TEF wanazungumza na waandishi wa habari kuhusu tukio la Jumamosi lililopita ambapo baadhi ya waandishi wa habari walijeruhiwa, wengine kuumia kutokana na kafu ya Maalim Seif Sharif Hamad pamoja na kafu ya, ya Profesa Ibrahim Lipumba kutokea mgogoro ambapo baadhi yao walipigwa, wengine wakaumia. Hivyo leo jukwaa hilo linazungumza, mimi naye hatujui ni kitu gani ni tamko gani ambao watalitoa. Kaa karibu na ITV pamoja na habari zaidi na kujua ambacho kitazungumzwa kupitia mkutano huu. Naomba nitoe tamko la Jukwaa la Wahariri kuhusu hilo tukio. Jukwaa la Wahariri Tanzania limeshtushwa na tukio la kushambuliwa na kuumizwa kwa waandishi wa habari ambao walikuwa wakitekeleza wajibu wao kitaaluma mwishoni mwa wiki iliyopita katika hoteli ya Villa iliyopo Kigogo jijini Dar es Salaam. Miongoni mwa waandishi wa habari walioathirika na tukio hilo kwa namna moja ama nyingine ni pamoja na Fred Mwanjala wa Channel 10 Ashabani wa Mtanzania, Mary Joffrey wa Clouds, wa Nipashe, Mariam Ziwanda wa Gazeti la Uhuru, Kalunde Jamal Mwananchi, Recho Chizoza Clouds Media na Henry Mwangonde wa The Guardian. Tukio hilo, sisi Jukwaa la Wahariri tunaliona ni la kihalifu. Lilitokea Jumamosi Aprili 22, 2017. Pamoja na kwamba ni kinyume cha sheria za nchi, sisi tunalitazama pia kama shambulio dhidi ya uhuru wa habari na waandishi wa habari nchini Tanzania. Tunasema hivi kwa sababu waandishi walishambuliwa wakiwa kwenye mkutano wa kihabari, press conference, ulioitishwa na upande mmoja wa chama cha wananchi CUF kati ya pande mbili zinazovutana katika chama hicho. Ieleweke kuwa Licha ya mgogoro unaoendelea ndani ya chama cha CUF vyombo vya habari nchini Tanzania vimekuwa vikitoa fursa ya kuandikwa au kutangazwa kwa habari za pande zote mbili zinazovutana hivyo kitendo cha watu au mtu kuwashambulia waandishi wa habari walioalikwa katika tukio hilo hakivum, hakivumiliki na wala hakikubaliki. Ufuatiliaji wa TEF: tangu siku ile tukio linatokea, jukwaa la wahariri imefanya ufuatiliaji, ikiwa ni pamoja na kufanya mawasiliano na pande mbili zenye mgogoro ndani ya CUF upande unaoongoza na katibu mkuu Maalim Seif Sharifu Ahmad na ule unaoongoza na mwenyekiti anayetambuliwa na msajili wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Lipumba. Ufuatiliaji huu uliofanywa ulio, ulio ikiwa ni pamoja na mazungumzo baina ya viongozi wa TEF na wale wa pande zinazovutana umebaini kuwako, kuwapo kwa viashiria kwamba mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari yalifanywa na watu au kundi la watu linalomuunga mkono Profesa Lipumba. Jumatatu tatu Aprili 24 2017, TEF ilifanya mawasiliano na Profesa Lipumba kwa lengo la kupata kauli yake kuhusu kilichotokea, lakini mpaka sasa hajaweka bayana msimamo wake juu ya tukio hilo iwe kwa kulaani au kwa kupongeza. Mmoja wa wafuasi wake Abdul Kambaya jana alizungumza na waandishi wa habari na kukiri kwamba vurugu zile zilifanywa na vijana wa CUF, wa CUF huku akiomba radhi kwa yaliyotokea. Hata hivyo, mkutano wa kiongozi huyo uligubikwa na matukio kadhaa ya kiwamo ya ubaguzi wa vyombo vya habari na viashiria vilivyo tishia usalama wa waandishi wa habari. Msimamo wa TEF. Kwa kuzingatia mazingira hayo, Jukwaa la Wahariri Tanzania linatoa wa msimamo ufuatao. Moja, kwanza tuna laani tukio hilo ambalo linaingilia uhuru wa habari kinyume cha sheria ya huduma ya habari ya mwaka 2016. Kadhalika, tunatoa pole kwa waandishi wote wa habari waliopatwa na msukosuko huo. Kwa wale walioumia, tunawatakia heri wapone haraka na warejee katika majukumu yao. Pili, tunamtaka Profesa Lipumba binafsi atoe kauli kuhusu tukio hilo kama alivyofanya Maalim Seif Sharif Hamad ambaye binafsi aliandika barua rasmi kwa uongozi wa TEF akilaani kupigwa kwa waandishi wa habari na kutoa pole kwa wale walioumizwa na kupata Msukosuko. Tatu, tunaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa, mwenendo wa mikutano ya kihabari ya Profesa Lipumba na wafuasi wake. Ikiwa hatutaridhika na hali ya usalama kwa waandishi wa habari, tutalazimika kuchukua hatua wa zaidi wakati huo Tuta, tunatoa wito kwa wahariri na waandishi wa habari kwamba wachukue tahadhari ya hali ya juu wanapoitwa kuripoti mkutano ya kundi hili la kisiasa. Tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuharakisha uchunguzi wa tukio hilo na kuchukua hatui, hatua za kisheria dhidi ya wahusika wa uhalifu huo. Tunasema hivi tukirejea kukamatwa kwa mmoja wa watuhumiwa wa tukio hilo katika eneo la tukio. Tano. Pia tunatoa wito kwa umma wa Watanzania kutambua kwamba waandishi wa habari wanatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria za nchi. Maadili ya kazi zao yanawataka watoe fursa ya kihabari kwa pande husika katika kila katika kila wanachokitangaza na kukiandika bila upendeleo kama waandishi wa habari amesema chu vizuri. Hatuwezi kukurupuka kwa kila jambo na tulizungumza na Profesa Lipumba. Profesa Lipumba alichozungumza ni kwamba naye alikuwa amejipa muda kwa sababu naye hakuwepo kwenye tukio kujiridhisha kile kilichotokea kabla hajasema jambo lolote. Kwa hiyo uh, alikuwa, alikuwa na hoja kwa maana ya muda, hata kama sisi utafiti wetu unaonyesha kwamba watu wake ndio walio wana, wanaonekana walihusika kwa namna moja ama nyingine, lakini yeye aliomba muda sasa, muda ni muda tu kama ulivyosema, inaweza kawa nusu siku, inaweza kawa siku moja, inaweza kawa siku mbili, inaweza kawa siku tano, inategemea na jinsi sisi tutakavyoamua, kwa sababu sisi ndio tunaoamua. Hiyo ni senario ya kwanza. Senario ya pili, tamko yetu inajieleza kwamba tunaendelea kufuatilia, maana yake tutakuja tena kwa wakati mwingine. Ha, ili jambo, sio kwamba eti ndio tumemaliza leo. Aa, hii sio, hii sio, hii sio nani, sio graduation, kwamba watu wamegraduate, kwa hiyo wameenda, wanaendelea na form 5 na form 6 hapana. Ha, hapa tumekuja kusema, kwa sababu ilikuwa lazima tuseme. Hatuwezi kunyamaza katika matukio ambayo wenzetu wameumizwa, kwa hiyo ilikuwa lazima tuseme, lakini kama taasisi ya kihabari sisi, ndio kazi imeanza. Kwa hiyo eh, upande ule wa Profesa Lipumba jana walikuwa na press conference, na sisi tumeona, labda niseme tu tumechukua kidogo kwa kile ambacho tulikiona jana kuhusiana na press conference ya jana lakini hili tamko halihusu sana press conference ya jana. Press conference ya jana ni miongoni mwa ushahidi wa mama ambao tutayatumia kutoa uamuzi unaofuata, kwa sababu wakati press conference ya jana imefanyika jioni na baadaye tumemwona kweli Kambaya anazungumza anakiri kwamba vijana wakafu walihusika, anasema, anaomba radhi, lakini katika mazingira ambayo anaomba radhi, katika mazingira ambayo amewabagua baadhi ya waandishi katika mazingira ambayo yaliwatisha waandishi wasishindwe kufanya kazi yao ipasavyo hata katika ile press conference. Na ndio maana tumesema vizuri kabisa, wahariri wahariri wa vyombo vya habari na waandishi wa vyombo vya habari tuchukue tahadhari tunapokwenda katika mikutano ya kundi hili la kisiasa. Tumekuwa wazi kabisa, tuchukue nini, tahadhari baada ya kuona ile ya jana kwamba ha, ah, jamaa bado jambo moja halijaisha lakini wametengeneza kichuguu kingine kinachofuata. Kwa hiyo sisi natupa washaka kama kweli kuna nia ya dhati ya hawa watu kufanya mikutano yao kuwa salama. na na tuliwahi kukiambia chama kingine cha siasa, kwa tukienda kwenye mkutano yao tunakuta ukumbi mzima umejaa wafuasi, wakati mwingine ni shida, unakuta watu wamejaa kwenye, kwenye, ukumbi huo. Ni mkutano wa waandishi wa habari na viongozi wa chama cha siasa, ndani ya ule mkutano kuna, wa, kuna wananchi wengine wengi ukiuliza swali ambayo hawajalipenda wanakuzomea. Sasa inakuwa sio mkutano wa waandishi wa habari, huo unakuwa ni mkutano wa hadhara au ni kitu kingine chochote. Kwa hiyo tuka, tukakiambia kile chama kwamba hiyo tabia waiache. Tunashukuru kwamba Mungu walitusikia waka, wakaacha. Kwa hiyo kwa, kaf sasa sijui ni a ama b <laughs> wajue kwamba kwa maana nyingine wako kwenye uangalizi. Uangalizi, sisi watu wa TEF ambao tunasimamia tasnia ya habari, kwa maana ya operations za newsroom, kwa sababu sisi wanachama wetu ni, ni, ndio wanaosimamia vyumba vya habari kila siku. Tunawatazama na uamuzi unaweza ukawa ni kesho Alhamis, inaweza kuwa ni kesho kutwa, lakini ngoja niwahakikishie haitakuwa ni wiki mbili wala haziwezi kuwa hiyo miezi miwili mnayoisema. Hili ni jambo la dharura, kwa sababu sisi tuko kazini kila siku. Unajua, kazi ya habari sio kwamba leo umeandika story, kwa hiyo huko unaenda likizo. Ah, no, leo tunafanya habari na kesho tutakuwa huko kwenye habari. Kwa hiyo sasa, lazima tuhakikishe kwamba watu wetu wanakuwa salama. Hili ni jambo la msingi kabisa, na kwa mujibu wa sheria ya, ya habari ya huduma za habari ya mwaka 2016, kuandika habari ni jukumu la kisheria. Yaani sisi sheria, tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo unapokwenda kwenye press conference unakwenda kwa mujibu wa sheria kwa sababu unatekeleza sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Sheria ile inatupa wajibu na, na haki ya kutekeleza kile tunachokifanya. Kwa hiyo mtu yoyote anaye, kwa namna moja ama nyingine anayezuia watu waandishi wa habari wa kufanya kazi yao, wale watu ambao wanatumia kutenda hivyo vitendo wana watashtakiwa kwa makosa hayo ya kuvamia mikutano ya watu, lakini kwa upande mwingine wanaweza kushtakiwa kwa mujibu wa sheria ya habari ya kuzuia waandishi wa habari kutekeleza wajibu wao, kwa sababu ule huu ni wajibu wa kisheria, na ile sheria inatoa penalti kwa mtu anayefanya hilo kosa. Nyie mnaenda polisi kila siku K nani sira anawaambia, tunawahoji. Yule bwana aliyelazwa amelalamika, ta tunamhoji no. Siku nyingine, ngoa niwambieni, msisubiri TEF. Siku nyingine akizungumza jambo la kijinga, nyanyueni kamera wote, ondokeni mwacheni chumba. Si hapo apo? <laughs> Eh, eh, eh, ndiyo. yani, ngoa niwambieni, hakuna ngoa niwambieni, hakuna mbaye ni kiranja wa waandishi wa habari kwamba atasema hiki ndio kitakachokuwa. Wakati mwingine mnakaa mahali mnaona mtu hajawatendea haki, eh, tulikuwa tunaambiwa kila siku kuna kiongozi gani akienda, akienda mkifika, eti umechelewa. Nakwambia, nikishaingia kwenye chumba toka mwenzenu akiambiwa toka, mnanyanyua kamera zenu wote mnatoka. Akifukuzwa mmoja mefukuzwa wote, and that's professional solidarity. Kuna uamuzi mwingine hausubiri press conference. Tukiwa kama hili linaweza likasubiri press conference, uamuzi mwingine, mtu anaingia hapa natuambia pumbavu, tunamwambia pumbavu mwenyewe, tunaondoka. Mkiendelea kusubiri TEF peke yake Media Council watoe katamko karatasi, hatuwezi kukomboa uandishi wa habari na uonevu katika nchi hii. Kama mlivyomsikia, mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri TEF amezungumza msimamo ambao ameutoa wao kama wao kwanza ni pamoja na kulani tukio hilo ambalo linaingilia uhuru wa vyombo vya habari kinyume cha sheria, lakini vile vile wametoa msimamo mwingine kuwa anamtaka Profesa Lipumba atoe kauli kuhusu tukio hilo kama alivyofanya Maalim Seif. Na baadhi ya msimamo mwingine ni wanaendelea kulifuatilia tukio hilo, tukio hilo kwa mwenendo wa mikutano ya kihabari ya Profesa Lipumba, lakini pia wanatoa wito kwa jeshi la polisi kuharakisha uchunguzi wa tukio hilo na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya husika wa tukio hilo ni baadhi ya msimamo ambao wameutoa wa TEF. Kwa habari nyingine zaidi, unaweza kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, lakini usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Jina langu unaitwa Alice Tupa.